Watukufu wa Islamu, tuna ujumbe ambao ni muhimu sana kuuzingatia, ujumbe ambao ndani ya Qur'ani tukufu tunaupata, na kama tutakuwa na mazingatio basi tutaona jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatumia mitume wake waliotangulia kabla yetu, sambamba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutuonesha njia ya sawasawa sawa. Na namna ambavyo sisi tunatakiwa tuishi na tuwe na uchungu na dini yetu na tuwe na uchungu na imani yetu na tuwe na mipango madhubuti katika nafsi zetu kuhusiana na namna ya kudhibiti imani zetu, lakini si sisi tu, bali hata kwa wale ambao tunawachunga tunawaongoza. Ni neema Mwenyezi Mungu ametupa, na sisi ndio tunatakiwa kuzisimamia neema hizo ambazo ni watoto wetu watukufu wa Islamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha namna ambavyo Nabiyullahi Ibrahim na Nabiyullahi Ismail, jinsi ambavyo wanatamani watoto wao waongoke katika imani watoto wao wawe ni wenye kuishika kisawa sawa njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim, katika aya ya mia moja na ishirini na saba pale ambapo anatusimulia na huko sitaelezea sana lakini Nabiullahi Ibrahimu alaihi salatu wasalam pale ambapo aliposimamisha misingi ya Al-Kaaba na Nabiullahi Ismail kwa pamoja, mtu na mtoto wake hawa. Lakini baada ya yote hayo wakamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumuomba, wakamuomba katika maombi ya kwamba wakubaliwe kwa, kwa jambo lao lile walilolifanya. Lakini si hayo tu, wakaomba wakisema Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhuriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana watub alayna Innaka ink anta tawabu rahim. Haswa aya hii ya mia moja na ishirini na nane katika dua ya Nabii Allah Ibrahim na Ismail, ndipo hasa palipo na shabaha yangu. Wanamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mola wetu mlezi tufanye sisi tuwe wanyenyekevu kwako, tuwe waislamu kwako. Tayari ni waislamu lakini, wanamwambia Mwenyezi Mungu ya kwamba awape imani thabiti, awape nguvu ya ziada katika kusimamia imani yao, awape nguvu na mwelekeo wa kudhibiti imani zao, wakimwomba Allah, tufanye sisi tuwe wanyenyekevu kwako. Na ndio Uislamu, alislam bi maana unyenyekevu Eh, maana yake wenye kunyenyekea katika kuzitii amri zako, tena wenye unyenyekevu lakini tusiomshirikisha, tusiokushirikisha wewe Mwenyezi Mungu na chochote. Hawakuishia hapo, wakamwomba tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak, lakini na miongoni mwa vizazi vyetu wafanye wawe ni, ni umma, ni kundi lenye kunyenyekea kwako, nao uwafanye kuwa Waislamu wanatazama nafsi zao, wanatazama na vizazi vyao. Na hivi ndivyo mimi na wewe kama wazazi, kama viongozi, kama wasimamizi tunatakiwa tuwatazame wajao, yani vizazi vyetu katika kusimama na Uislamu wao na kuudhibiti. Tukae tukiwaombea dua watoto wetu. Ndilo ambalo tunajifunza kupitia aya hii, kupitia nabiyullahi Ibrahim na mtoto wake Ismailu alayhi wassalatu wassalam. Je, mimi na wewe tunakaa tukiwaombea dua watoto wetu ya kwamba Mwenyezi Mungu awaongoe wasimame kuwa waislamu thabit, waislamu wa, wa sawasawa, wasiotetereka katika imani zao? Au tunawaombea dua, Mwenyezi Mungu awajalie wapate kazi nzuri, Mwenyezi Mungu awajalie wawe maprofesa bila ya kujali uprofesa wao utapita katika misingi gani tuachie aya hiyo katika aya ya mbele kidogo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aya ya mia moja na thalathini na mbili Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema wawasa biha sambamba na aya juu yake idh qala lahu rabbuhu aslim Aliposema mola wake Nabiyullahi Ibrahim, nyenyekea kuwa mnyenyekevu. Nabiyullahi Ibrahim akakiri qala, akasema aslamtu li rabbil alamin, nyenyekea, nimenyenyekea kwa bwana mlezi wa walimwengu wote. Lakini hakuishia hapo Nabiyullahi Ibrahim, kwa kuwa amepokea amri ya Mwenyezi Mungu wa wassa biha ibrahimu banihi Akawahusia Nabiyullahi Ibrahim kwa wasia huo wa Uislamu, kwa wasia huo watoto wake Nabiyullahi Ibrahim akawahusia watoto wake kuhusiana na wasia wa Uislamu, wasia wa kuwa wanyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa Yaaqubu na pia Nabiyu llahi Yaaqubu akawausia watoto wake nao kushikamana na wasia wa kuwa wanyenyekevu kuwa Waislamu. Tunajifunza malezi ya sawasawa sawa. La kwanza mtu atazame watoto wake wamekaaje kaaje katika kudhibiti imani zao, wamekaa vipi katika kuukamata uislamu wao? Je, mimi na wewe tunakaa tukawakusanya watoto wetu, kuwaelekeza ya kwamba washikamane kisawasawa na uislamu wao, wasitetereke, kuwapa mwelekeo na kuwaonesha thamani ya uislamu wao? Watukufu waislamu Hakuishia hapo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema akatusimulia Mwenyezi Mungu walioyasema Nabiullahi Ibrahim na Nabii Yaqub katika kuwahusia watoto wao, anasema ya baniya, enyi wanangu, inna Allah astafa lakum uddin, hakika Mwenyezi Mungu amekuchagulie ni nyinyi dini, dini ya sawa sawa, dini ya haki, tayari Mwenyezi Mungu amekuchagulieni dini nyinyi, watoto wangu, wanangu, msibabaike wala msishughulishwe na maneno yoyote, wala msishughulike mkahadaliwa na ulimwengu. Tayari Mwenyezi Mungu anayekupendeni, mfalme wa wafalme, ameshakuchagulieni dini ya sawa sawa. Si hayo tu, fala tamutun illa wa antum muslimun. Basi chonde chonde, msijemkafa isipokuwa nyinyi ni Waislamu. Msijemkafa isipokuwa nakufa hali ya kuwa mmedhibiti imani zenu, mmedhibiti kisawasawa, ni wanyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, mu Waislamu. Je, yes, sisi tunakaa na watoto wetu tukiwaelekeza, tukawashika sikio, tukawaambia kwa maneno ya nasaha, tukawaonyesha thamani ya dini yao ilikotoka ilipo, na wao wanatakiwa wawe nani, na washikamane na dini hii, wasije wakafa isipokuwa wamo katika imani, hawajatetereka na hawajaacha Uislamu. Ni mazingira ambayo yanajengwa na wale wazazi kwa watoto wao. Utukufu Waislamu, Nabiullahi Yaqub katika aya inayofuata tazama, wazazi hawa mitume wa Mwenyezi Mungu wanaotuonyesha wa mwenye njia sisi ya kuwa wazazi bora. Nabiullahi Yaqub anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, 133 katika suratul Baqara anawaambia Mayahudi, am kuntum shuhadaa idh hadhara Yaaquba lmaut, au nyinyi mlikuwa mupo pale ambapo Yaaqubu yalimfika mauti. Idh qala libanihi, pindi aliposema kuambia watoto wake Yaqub, ma taabuduna min baadi, nini mtaabudia baada ya kufa kwangu? mtamwabudu nani? Pindi mimi nikifa, leo nipo, lakini kesho na kesho kutwa mimi naondoka hapa, katika ulimwengu, si wa kukaa milele. Je, baada ya kufa baba yenu hayupo, yule ambaye alikuwa anawahimiza khairat, ambaye alikuwa anawashikilia mfanye ibada, hayupo tena, nani mtamwabudu baada yangu mimi kufa? Kalu wakasema, kwa kuwa ni watoto wazuri walioelekezwa, watoto wazuri ambao wameshikamana na mafunzo ya Mola wao kupitia malezi mazuri ya wababa wazazi wazuri, basi wakajibu majibu, naabudu ilahaka, tutamwabudu Mola wako wewe, yule yule uliotuelekeza wakatufundisha, tutamwabudu Allah wa ilaha abaik, na Mungu wa baba zako wewe Ibrahima wa Ismaila Ishaq, na Mungu yule yule uliyetuelekeza, ambaye baba zako Nabiullahi Ibrahim, Nabiullahi Ismail na Nabi Ishaq, wote wazazi wako hao, eh? Wakimwabudia Mungu huyo huyo, ilahan wahida, mwenyezi Mungu, Mungu mmoja. Wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake yeye mwenyezi Mungu ni wanyenyekevu, na sisi kwake yeye ni Waislamu tayari wamepokea mafunzo watoto, mazuri wameyashika kisawasawa, wanathibitisha kwamba hata ukifa leo, sisi tutakuwa bado ni Waislamu, bado ni wanyenyekevu. Hapa tunajifunza ya kwamba sisi tunatakiwa tushikamane kisawasawa na malezi kama walivyoshikamana hawa na malezi kwa watoto wao katika kuwaonesha thamani ya dini yao katika kuwaelekeza. ndugu zangu Waislamu, Ndugu zangu Waislamu, katika hili niseme jambo moja, ambao ni msiba umetupata sasa hivi. Vijana wetu wanaelekea kuomba vyuo, wengine wameshapata vyuo tunawaachia watoto wetu katika kuomba vyuo waombe. Yawezekana wazazi wengine hawajapitia mambo hayo, ikawa kwao ni ugeni. Watoto wanaingia kwenye mitandao, wanapata ushawishi, omba chuo fulani. Hawajali wala haijalishi chuo kile anachokiomba kiko mazingira gani, hawajali chuo kile anachokiomba kina mazingira gani ya udhibiti wa Uislamu wake kuna athari gani katika Uislamu wake? Na mzazi anamwachia huru mtoto yule, anaomba wala hafuatii kubwa wanachojali chuo hichi kinafaulisha sana, kinapasisha sana wanafunzi. Chuo hichi kina kozi nzuri, ukitoka tu kwa kozi zake utaajiriwa, hutapata tabu katika soko la ajira, bila kujali mzazi kwamba yeye ni Mwislamu na huyu mtoto anakwenda kukaa mazingira gani, na ambayo yatakuwa yana changamoto kwa Uislamu wake. Na wenda ikawa mtoto huyu ni wa kike, binti, anakwenda kule anasumbuka na mazingira, anapata shida kiasi kwamba anaathiriwa na mazingira na anakuja anakuambia, baba yangu, kwa huyu niliyempenda niliyempata, niozeshe na utaniozesha, na kama hujaniozesha niozesha mimi, natoroka nakimbia, nakwenda kuolewa na yeye. Athari ya uislamu haikuchungwa mapema, athari ya dini yake, thamani ya dini yake haikuengwa engwa, haikuthaminiwa, hakuoneshwa thamani yake na hakusimamiwa mtoto huyu. Tuangalie mifano tuliyoitoa katika aya za Qur'an. Mwenyezi Mungu alikuwa anajua kwamba watotokea wazazi hawatakuwa kama Yakubu alayhi salam, hawatakuwa kama Ibrahimu alayhi salam, hawatajali watoto wao, hawatajali thamani ya dini yao, na watawaacha watoto huru. Siku ya kiyama, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Siku ya kiyama unakwenda kuulizwa vipi, thamani ya dini yako na mtoto wako, kwa nini akaiacha dini akatoka, na wewe hukua ni mwenye kufuatilia katika hilo. Natoa kisa kimoja ambacho binafsi nilikutana nacho, nikaona jinsi gani wazazi walivyokuwa hawajali na hawajakamata kisawasawa mafundisho kama haya ambayo mitume walipitia na wakalea vizazi vyao na wakaviombea dua vizazi vyao. Siku moja nimepanda meli na wenzangu, nikakutana na mabinti wawili ambao walikuwa wanasafiri, na tumekaa eneo moja, na kwa mazungumzo yao nikabaini kwamba hawa wanakwenda chuo, wanarudi likizo, wanakwenda chuo kwa udadisi wangu nikawauliza mabinti wale, mnakwenda chuo gani? Mmoja akaniambia chuo anachokwenda akanambia chuo ambacho anakwenda tofauti na mwenzake. Mwenzake akaniambia mimi nakwenda Moshi. Nikawauliza swali, chuo gani unasoma? Yule dada akanitajia, nasoma senti kadha, sitaki kulitaja jina la chuo lakini chuo kinaanzia na senti na huyo ni binti ambaye anatoka katika mifupa ya Kiislamu, anatoka katika wazazi ambao ni wazazi waliolelewa Kiislamu. Mtoto huyo anasema na kuwa ni binti mdogo, naye anaingia mwaka wa pili chuoni. Akaniambia nakwenda ndiko ninakosoma, chuo ni cha kanisa. Lakini nikamuuliza swali, huko Waislamu mko wengi? wa akaniambia Waislamu chuo kizima tuko watano nikamuuliza swali, huna changamoto yoyote inayokukumba katika mazingira yako, influence yoyote ambayo inaathiri utulivu wako wa ibada, utulivu wako wa dini yako, uislamu wako? Akaniambia, napata shida sana ustadhi, shida ninayoipata ni kwamba wale ninaokaa nao kanao, wamenizunguka katika chumba, katika hostel, ni wakristo wengi, hawa wananishawishi sana na wanafanya ibada zao kwa sauti kiasi kwamba wanakera, lakini na mimi uhuru wangu wa kufanya ibada hauwi mzuri, sipate uhuru wa, wa maana wa uhakika katika kufanya ibada zangu, kuswali. Nikamuuliza swali, kwa hiyo changamoto hiyo imekuwaje, ikoje? Zaidi akaniambia, kwa kweli ni shida kwa sababu ni wiki mbili zilizopita, kabla sijarudi nyumbani kuja likizo mwenzetu mmoja binti kutoka Tanga, binti kutoka Tanga ameritadi, kaingia kwenye Ukristo, na ameingia kwa sababu ya mvutano wa kimawazo na ushawishi kwa mtu mwingine. Kwa hiyo akaniambia, nipo katika mazingira magumu, kwa sababu shoga yangu au rafiki yangu huyu ameshawishika, akatoka katika Uislamu. Subhanallah, lilinigonga na kunisikitisha, na nikamtazama yule binti aliye ya mbele yangu mdogo ambaye naye anarudi katika mazingira kama hayo yenye influence kama hiyo yenye changamoto kama hiyo. Ndugu zangu Waislamu, hawa mitume wanazungumza haya kwa tahadhari ya kutoponyokwa na watoto wao kwa sababu ya imani zao kutetereshwa kulingana na mazingira au watu watakaokwenda ukaa nao. Sasa binti kama huyu anakwenda mazingira hayo, babake hayajui tu anachosoma Hajawahi kwenda, hajui analala vipi, anachanganyika vipi? na sasa, watoto wetu tayari wameshaomba. Vyuo je, tunajua ni chuo gani mtoto wako anakwenda? Mazingira yake yakoje? Na kule ni mtu huru, anaachiwa akili yake tu ndiyo itakayomuongoza. Kama hana dini vizuri, kama hana usimamizi, ushawishi utamzidi, basi ndipo tunamkosa mtoto. Anakuja anataka kuolewa na yule ambaye kamchagua, hata kama hana dini. Ikhwatal kiram, tuwe makini sana, kwani sisi safari yetu hii ni ya milele ambayo tutakwenda kuishi. Safari ya duniani ni ya mkato, ina pita inakwisha. Je, umetengeneza vipi mazingira yako wewe na kizazi chako? Je, umedhibiti vipi thamani ya dini yako kwa watoto wako ambao wewe ndiye mchunga na msimamizi? Ikhwatal kiram, natoa tahadhari, ewe ambaye mtoto wako anasoma usikokujua ya juu ya mazingira anayosoma mtoto wako. Jua hatari ya mazingira ya mtoto wako na marafiki waliomzunguka. Mbele ya dini yake yuko salama katika imani. Wabillahi taufiq. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.